Pakasemwa kuambiwa yeye, abali ya wa washirikina walivyokuwa watu, watu wa jeuri hawa wameshamuumiza, wanasema asabatki allatu wal uzza, wamekusibu wewe mwanamke na hayo madhara. Allatu wal uzza, eti ile miungu yao masanamu yao yale ndio yamemdhuru. Asabatki allatu wal uzza, wamekusibu wewe na hilo janga

si ndio huku, watoto wa kike wamelelewa katika imani toka wamezaliwa, ni Waislamu bila kupigwa kofi na mtu wala kuchapwa mjeledi. Wanawake wa leo, kwa sababu ya mapenzi tu, anaamua kuritaji tena anakueleza maneno kwa ujasiri. Sasa nitafanyaje, moyo uweze kushindana na nini? Bwana na moyo hmm, kwa maana umeamua kuritadi eh, ule moyo wake, yale mahaba yalivyomjaa ya kumpenda kafiri fulani, basi moyo wake haumzingatii Allah, wala dini yake wala mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anaritadi binti wa kiislamu hali ya kuwa ana kunywa soda, kwamba tayari bwana, mi nishawachana kule nyumbani, watajua wenyewe. Sasa ni wewe tu. Sasa kidume kikafirisha wewe, yambiwa hivo kweli, yamaliza mimi. Na pengine akawapata watetezi kwenye familia waislamu kini maamuzi yake washakuwa mkubwa huyo, maamuzi yake. Unajua mwanamke hana dini eh? madayuthi yale jinga kabisa. Dini ya mke mwanamke ni ya mume bwana. Allahu musta'an wanawake walioleo wapate mazingatio, na wanawake hawa wanaishika dini yao na kuzungumza maneno ya imani na thabati katika haki walioijua katika, katika kipindi kigumu cha kuadhibiwa. Ikiwa hawa ni wanawake wa kisahaba, wewe unadhani wanaume wao walikuwaje? Ndugu yangu, unaonaje hivi sisi na wanaume wetu tunaingia katika swalaba ya wanawake hawa, hmm? Allahu musta'an, asikuambii hawa wanaume wanavyoacha dini kwa mambo ya kipumbavu tu, masalihi tu, mambo ya kimaslahi. Hajapigwa wala hajashikiwa mtutu wa bunduki. Unaona bwana hataki Uislamu. Na kuna wakati mwingine akatishiwa kwa mambo ya kawaida tu. Tunatishiwa na kazi tu kwa mabwana. Hapa tutaki Uislamu hapa ofisini kwetu, hakuna kuswali hapa, mambo ya dini yako hapa haa. sio msikitini hapa kwa hiyo vua kanzu kule, taki mambo haya, kula suti ile pale. Mambo ya kuswali utajua mwenyewe. Apaswaliwi apa, hapa sio msikitini. Shie hapa hapa ni sehemu ya kazi. He, walla bwana, nitafanyaje bwana? Nitafuta ugali wa, wa watoto. Linaacha dini kwa sababu ya kazi. Haya ingekuwa tunashikiwa mijeledi na visu, kama hivyo kutupa katika moto, kuwekiwa mawe Ungebaki na dini kweli kwa sababu ya dunia tu? Mtu yuko radhi na anakueleza kama vile jambo la maana kabisa. Vipi, mbona uko hivi bwana siku hizi, kaka ofisi bwana, jamaa hapa bwana, umetubana sana bwana eh? Shekhe, hujui kwamba kuna akhira na huo umri wako umekisiwa ni muda mfupi sana, na kuna hesabu. Wewe utakwenda kumweleza nini Allah kwamba uliacha kusimamia misingi ya dini kwa sababu ya kazi Mbona bwana, waumini wenzako wameshika dini zao na wanaishi mpaka leo na hawadhaliliki katika kazi hizo? Za kukosa dini wanafanya mambo yao, masaidia fundi huko, wawebazege, wapasua kuni, wanaishi na uislamu wao. Wewe una nini bwana? Dhaafu, udhaifu ni mkubwa kabisa. Sasa ingekuwa tunaadhibiwa, ingekuwaje? Au hujaona wana wengine wanakimbia dini kwa sababu ya kuogopa maneno eh? kuogopa maneno koli ya watu, na kama anataka kuja msikitini kanzu anatia kwenye, kwenye mfuko kwanza, nakuja kuivalia kwenye udhu, sitaonekana Mswahili, tunaonekana shehe <coughs> kwa hiyo ule uislamu pia anauonea haya, tia kanzu kwenye, kwenye mfuko, nakuja kuvalia msikitini, anaogopa pia watu wasione, wasijue ni mwislamu eh?